Okay, karibu tena kwenye channel. Leo hii naenda kuonyesha namna ya kuepuka Apple Cut kwa wale watu ambao wanatumia Apple wanatumia iPhone kwenye kurusha matangazo, lakini pia hata yule wa Android ambaye hataki makato mengi, pia anaweza akatumia njia hii, mradi aweze kurusha tangazo katika bei ndogo sana, kwa sababu kuna watu ambao wanatumia Android, lakini kwenye dola moja unakuta wanakatwa shilingi 3500 wengine wanapata elfu tatu na kitu, elfu tatu mia mbili elfu tatu na ngapi. Lakini njia hii itakuwezesha wewe kurusha matangazo kwa dola ndogo sana, utaenda ukatwa shilingi elfu mbili mia sita. Sasa stay na mimi tuende step by step mpaka mwisho wa video hii. Pia usahau ku-like ku-subscribe, na ku-share kwa mfanyabiashara mwenzako ambaye unayempenda. Sasa moja moja kwa moja, njia hii tunatumia kwenye Meta Ads Manager kwenye unaweza ukarusha tangazo popote pale ambapo unapenda, lakini ni vyema sana na siku zote uwaga nashauri kuusha tangazo kwenye Meta Ads Manager. Lakini kwenye swala la malipo, swala la kuongeza hela, leo tutaongeza hela kwa, kwa kutumia, kwa kutumia hii Meta Ads Manager lakini pia unaweza ukaongeza hela huko kwenye apps zingine kama Facebook na Instagram kwa njia hii. Kwa hiyo nakuja huku kwenye Meta Ads Manager, then nitachagua account account yangu ni hii, then nitakuja kwenye setting, naenda kwenye billing and payment kwa sababu nataka niongeze hela. Kwa hiyo nakuja huku kwenye billing and payment. Unaona hapa kuna sehemu imeandikwa available funds ya njia, kwa jina la kitaalamu tunaita prepaid fund, yani una usha tangazo, yani kwa ushatangazo unalipia hapo hapo, yaani una prepaid kwa sababu unalipia kabla ya tangazo lako kuruka. Na njia ambayo wengi tumezoea inaitwa postpaid, ambayo postpaid post inakuwa hela inakatwa kwenye kadi yako moja kwa moja, lakini njia hii la leo ambayo nakuonyesha haihitaji wewe kuwa na kadi, inachohitaji wewe kuwa tu na line yako ya Vodacom. Kwa hiyo sasa nitakuja hapa na bonyeza add fund Then baada ya hapo nitachagua hapa kwenye Mpesa, hapa kwenye amount naweza nkabadilisha hapa. Mimi nitaika dola kumi na nane, kwa sababu ndo hela ambayo nimeandaa kwa ajili ya matangazo, then nabonyeza next. Nikibonyeza next itazunguka ijatusubiri ikisunguka itakuja kwenye browser italeta kwenye payment method ya Mpesa. Hii ni API poto ya Mpesa ya yeah. kama unavyoona hapo dola kumi na nane ni sawa sawa na shilingi elfu arobaini na saba na hapa leti ya Mpesa ni kwa dola moja ni shilingi elfu mbili mia sita na thelathini na sita. Nitaweka namba yangu ya mpesa, na hii hela itakatwa moja kwa moja kwenye wallet yangu ya mpesa. So mpesa visa card kwenye mpesa yenyewe. Kwa hapo ukibonyeza pay by mpesa italetea ile wanaita, wanaita pop up, italetea pop up, then pale nitatia, natatia tu namba ya siri na kila kitu kitaenda automatically. Kwa hapo atabonyeza pay by mpesa then baada ya kubonyeza pay by mpesa, nitakuonyesha kwenye simu yangu nyingine pop up inavotokea. Okay, yeah. Ok, kama unavyoona hii yeah, hapa ni simu yangu nyingine, jali kuonyesha hapa kurekodi na video okay. Kama unavyoona hii yeah, hapa ni simu yangu nyingine imeleta hapa kwa ajili ya kutia pini ya kulipia mpesa. Kwa hiyo hapa nitaficha mradi msiweze kuona. Okay, nimefanikiwa kulipia. Kama unavyoona hapa, baada ya kutia pini, imeniambia asante kwa kuchagua Vodacom, na huku imekuja meseji ya mwamala hii hapa, hii hapa chini kwamba nimelipia shilingi elfu arobaini. Basi, baada ya kulipia, unaweza ukarudi kwenye Meta Ads Manager au kaingia tena kwenye browser yako kule kule kwenye browser yako, unaweza ukaona receipt kwamba muamala umefanikiwa. Lakini mimi narudi kwenye Meta Ads Manager ni kuonyesha kwamba muamala wetu umefanikiwa. Okay, kwa hiyo narudi kule kwenye billing and payment hapa imesoma dola kumi na sita nukta saba tatu nimesoma dola kumi na sita kwa sababu nilikuwa na balance ya dola moja. Kwa hiyo dola moja wameikata ndio maana imebaki dola 16.73. Kwa hiyo tumeweza kufanikiwa saba ku... kulipa tunaweza kufanikiwa ku add fund. Kwa hiyo ninapokuwa narusha tangazo hela moja kwa moja inakuwa inakatwa kwenye hapa kwenye hizi fund ambazo kwa tangazo, ni, ni tangazo. Kama tangazo litakuwa linaendelea litasimama, then baadapo tutaambiwa kwamba ni add fund. Kwa hiyo naweza kaongeza ka, ka, ka ela tena kwa mfumo huu wa wa kuad fund. Kwa hiyo hivyo ndo njia rahisi na namna rahisi ya kurusha tangazo bila kupata Apple cards na kwa watu Android kupunguza ile makato ya ya M-Pesa, M-Pesa Visa card. Punguza ile makato ya M-Pesa Visa card. Kwa hiyo hivyo ndo namna ya kufanya tangazo na ukakatwa ila ndogo. Na pia faida nyingine ya ya hii method kwamba inakusaidia wewe kuepuka yale matatizo ya not deliver, matatizo yale ya tangazo linaenda kidogo mali na stop, masuala ya kuresume hadi yeah, yote hayo, hizo changamoto zote zinakuwa solved na hiki fulani. Ukishaanza kutumia ufumu, haya matatizo yote utakuwa uyaoni. Matatizo ya zero spending pia yote, yote yanakuwa na yanaondoka baada ya kutumia huu mfumo wa prepaid funds. Mpaka hapo, mimi sina la ziada, ni watakie